Yes, kuelekea mchezo wa dabi wa Kariakoo nikimaanisha Simba na Yanga, kumekuwa kuna mind games zimekuwa ni nyingi sana, kutokana na mashabiki wanakuwa, wanakuwa na maono yao tunaweza tukasema, lakini pia na hiki ndicho kile kipindi ambacho kinaweza kusababisha kila mmoja ataweza kuongea lake kuhusiana na game hii ambayo inakuwa inakwenda sasa. Niko na moja kati ya watu ambao wanafuatilia sana michezo, lakini pia wanaongelea sana michezo, ambaye anafahamika kama eh, kwa jina la Dominic Salamba. Ni moja kati ya watu ambao pia kwenye soka ujamaa, ninoma sana sasa kwa ukongwe e, na mnukuu alichokuwa amekisema, kwa ukongwe niliokuwa nao kwenye mpira wa Afrika mimi nilishavuka huko kwenye kujieleza au kujielezea kusitisha vitu mara mbili mbili. Nilishakuja eh, kuwathibitishia hapa kuhusu Max Mpia Zengeri kuongeza mkataba na Yanga kuweza kuendelea kuitumikia Young Africans paka mwaka 2027, yani mwaka kesho kutwa. Sasa leo hii mtu anaji, anajitilia tu viungu vyake mawe zake huko anaenda eh, kuwatingisha mashabiki ili kupindua upepo wa kari ya Kodabi. Anaenda na kutuambia kuwa eh, mdogo bado anamilikiwa na Maniema, tunajua kabisa ndio timu ambayo alikwisha kutoka huko Max Nzengeri mpaka kujiunga na eh, Young Africans kutokea kule Kongo. Sasa kuna, kuna baadhi ya watu ambao pia walishawahi kuzungumziwa pia, yaani hizi story za, za Max kusema ataondoka pale vitu vya kibao, sio yeye tu kwa wa kwanza, mtu wa kwanza alikuwa ni Yannick Bangala ambaye kwa sasa hivi sasa mind game zimekuwa zimeanza rasmi kwa sababu Kariakoo Dabi imekuwa ni game ambayo pia huwa inakuwa ina vitu vingi sana mpaka kufikia Dabi yenyewe. Kuna kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vimetokea hapa katikati. Kariakoo Dabi ikiisha, pia hautasikia hizi propaganda za usajili wake, so ukishona eh, nani tabia hizi zimekuwa zimeenda zimeenda zimeenda, lakini itakavyofika eh, kipindi cha game au game itakapokuja kuchezwa, na itakavyokamilika, hautakuja kusikia mara sijui nani kafanya hivi nani kafanya hivi nani kafanya hivi, so kwa kipindi hiki lazima maneno kama haya yatakuwa yanatokea kutokana na e, the way Dabi watu wanaitaka, lakini pia uhasimu uliopo kati ya baina ya hawa watu wawili, nikimaanisha e, Simba na Yanga, unaweza ukasababisha matukio haya yote kutokea. Na sasa hivi mara wanasema bana, Max Nzengeli bwana yuko Yanga kwa mkopo na anaondoka e, bana. Sasa hii inaweza kuwatoa watu kwenye leli kwamba eh, hey, Max tena anaondoka, nani nitakuwa nazuia pale katikati na vitu vingine kibao. Drop comment yako kuhusiana na swala hili. Je, ni, ni, ni, ni vizuri kuweza kuongea hivi kwa mashabiki, kwa sababu mashabiki wanakuwa na mitazamo tofauti au mchezaji yeye kama yeye pia anaweza kujisikiaje mara baada ya kuweza kusikia kitu hiki? Uongozi wa Yanga pia na timu nzima ya Yanga kama Yanga wao watachukuliaje e, jambo hili? Drop comment yako hapo, lakini pia kulike ku subscribe channel yetu, au komentisha kinoma noma. Take love for this, chao chao chao.